ambacho sikutegemea bwana. Mimi nilifika kule nyumbani, nikutana na mama okay. Nikamwambia huyu bwana akirudi mwambie nani naye. Aswa, baada tu ya kupata ujumbe kutoka kwa mama sijachukua hata dakika tano, nikasema nikaonana na mheshimiwa. <laughs> Ni jambo zuri ah, kuna vitu vya kujadili hapa. Unajua nimefurahishwa na hichi ambacho unakipambania Chilo, we sio Chilo, we ni dokta, tena msomi na ni mzawa wa hiki kijiji, kwahio una haki ya kupambania hichi unachokipambania, kwa sababu ni taaluma yako na pia kuna ndoto yako ambayo ndani ya moyo ipo kabisa, naamini hilo. Sasa nisikilize, hichi kijiji kuna baadhi ya watu na mambo ya kijinga sana na ni ukosefu wa fikra Braza, mi nimetembea. Lengo la kutembea mi ni kujifunza kwa wenzetu. Vijiji vya wenzetu ni tofauti na hichi kijiji chetu, hichi cha kwetu, hichi cha kijinga. Watu wanaendekeza vitu ambavyo si vya msingi. Wenzetu wana umeme katika vijiji vyao, miundombinu ya maji ni mizuri, sio tunategemea maji ya mvua ingie kwenye kisima kila siku. Hichi kijiji unachokiona kinahitaji kiwe na shule bora ambaye ni kilomita karibu na kijiji sio, tunaenda watoto wanaenda kusoma kama tulivyosoma, simu ya kilomita mbari, watoto wanabakwa kwa kike, eh? lakini ukijaribu kupaza sauti tuwaribu vitu, lakini kuna watu ambaye hawataki hivi. Hata mimi nilivyoambiwa tu kwamba gamba amefika nyumbani na umemwambia mama kwamba unanihitaji, sijachukua hata dakika tano, nikawambia mama nahitaji nikaonane na huyu mtu kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye hichi kijiji chetu. Mtu mtaja, yaani wewe una tabia mbaya wewe Kibena. Tabia mbaya gani tena shoga yangu? Nakaribia siku nne sijakuwa. Mbona mimi nipo hapa kijijini, shoga yangu, niko nyumbani, lakini tu ndio hivyo ninavyojua. Mama hajarudi shamba hivi, bado hajarudi tu, mama bado hajarudi shamba kwao, ndio maana nakuwa nakaa sana nyumbani. Anambie vipi vipi, kabebi kanacheza? Eh, nashukuru Mungu, shoga yangu anacheza salama kabisa, anena ah. <laughs> Furahi wejialiukushuka sana no? Yani nakwamba ni ani adilaa <laughs> kweli sitachana na shoga yangu <laughs> <laughs> so, hana mawazo hana taluma, sio msomi, ni mtu wa jadi. Kuna vitu vya jadi tuviache vikae kwenye jadi kuna vitu ambavyo vinahitaji wasomi kama nyinyi. Huu ni mfumo wa dunia na huu ni mfumo wa mwanadamu. Mungu sio mpumbavu kuwapa watu kama nyinyi elimu, si kweli kabisa. Sasa nisikilize, huyo mindo alionisababisha nitoke hapa nigombane nayo mkunga, kuna bi nani, kuna sijui binti, sijui msichana yule sijui anaitwa binyunyu kibongebonge <tiple> ni watu ambaye wa ni wabishi sasa wasikusababishe ukatoka kwenye mfumo wako ukashindwa kutimiza ndoto zako. Umesahau kitu kimoja, ndugu yangu, hatuna hata zahanati kwenye hichi kijiji. Watoto wanazalishwa kwa mkunga, watoto wanakufa, wanakufa. Kwa wiki watoto wanakufa wawili, watatu, wajawazito wanakufa kwa mkunga. Na ukimwelimisha huyo mkunga umwambie mambo ambayo umeyasoma unajua chanzo cha vifo mkunga. Ataki kukuelewa mkunga, anakuletea mamluki kwa ajili ya kukuangamiza. Hii ni shida sana kwenye un, una, una kijiji chetu. Sijui mwenzangu, una uzoefu na hichi kijiji, utawezekana tukasaidiana, tutakuwa ni timu bora ya kuwashinda wa watu. Kweli unachokisema, na nilikuwa na wazo ni bora tukutengeneze timu ya vijana wenye ndoto na uchungu na kijiji chao kuna mtu wa kubadilisha maendeleo ni sisi kabisa. Utakapoanza wewe mgeni, ndipo atakapokuja kuvutiwa, tukawapokea wakaja kuwekeza ili tupate maendeleo. Naomba tuwe pamoja, hilo limeisha. Msalimia mama bwana. Asante sana. Ah, ndio mama, mama bwana hey. anahitaji tupate muda kuongea. Namwambia zawadi yangu aniwekee, sijaipata usiali. Sawa eh, kuwa na amani.

Hmm, katoka shosti, na akitoka huyu arudi sahizi nyumbani, anazurula, anapanga kama kijiji kakitengeneza yeye, hmm. <laughs> Sawa, lakini shemeji akirudi mwambie kama mi nilikuja hapa na nina mazungumzo naye <sighs> mazungumzo naye Aya, mimi sina wasiwasi na wewe. Kizuri kule na mwenzi. <laughs> Akirudi mi nitamwambia shoga yangu, yaani usisahau, kumbuka, usisahau mwambie kama nilikuja hapa nina ni mazungumzo naye ya muhimu sana. Aya, wewe tu usijali, aya, acha mimi nikuache nielekeza kwa shamba. Aya, poa bwana, baadaye. Basi mimi yaani akirudi tu namwambia. Aya bwana Kibena, baadaye. <laughs> Habari shemeji. Salama tu shemeji yangu, sijui za kwako, sijui ah, huko tunamshukuru Mungu, sijui nyinyi hapo. Ah, mimi ni mzima kabisa. Naona umepunzika mwenyewe kwenye mkeka hapo, unapata upepo mwanana kabisa. Ndiyo shemeji yangu, mama bado yuko shamba shamba hajarudi. Ha, hajarudi bado. Sasa shemeji, mimi nimekuja kusikiliza wito kidogo, nasikia ulikuja pale nyumbani lakini haujanikuta, nikasema shemeji yangu, acha nikamsikilize. Ah, ni kweli shemeji, nilipita pale nyumbani eh, sikukukuta kukuta. Sasa shemeji yangu, samahani, nilikuwa na ombi hili moja. Unajua mke wako siku za tumbo linazidi kuwa kubwa, akikaribia kujifungua nilikuwa naomba asijifungulie kwa mkunga. Sawa shemeji, mimi nakuelewa. Kwa nini shemeji yangu? Ndio sisi binadamu bwana, imetokea matatizo akapoteza damu nyingi, lakini kule hospitali atakapoenda kujifungua ikitokea amepoteza damu nyingi ataongezewa damu. Ah, na jengine mtoto atakapokuwa mkubwa mke wako ataongezewa njia tena kwa usalama kabisa. Pia ikishindikana hmm. kujifungua kwa kuongezewa njia hmm. Atafanyiwa upasuaji kwa njia salama kabisa pale hospitali. Hilo wazo ambao ulikuwa nalo wewe, ndio kama wazo nilikuwa nalo mimi ndio. Na nashukuru kweli shemeji yangu, kumbe hata wewe una ufahamu huo. Kijiji kina mambo ichi, kijiji kina wachawichi, kijiji kuna wambechi, kijiji, kijiji, kijiji yaani kime kipo kama jina lake. <laughs> <laughs> Sasa ukute watu kisimani ndio kabisa, yanaongelewa ni ya kijiji mpaka <laughs> anasau kupika <laughs> <Yeah>. <laughs> Feti yule Chilole ana sura ya mtu wa mjini, lakini ajui chikijiji. Kijiji kama kinanyoka, wenye ngozi ya kondoo. Anavyojua ye mapenzi na dawa, anaweza kumtetea Hmm. Na wewe Kibena, anavyojishaua kwanza, amesahau kabisa anapenda, mpaka nasahau kujilinda, anajiona yeye ndo kapata mwanaume hapa kijijini. Hivyo analishukuliaje hili swala? Kijiji kina mambo hichi na kinaa. Mimi nashangaa kila siku jipya, kila siku jipya, yani nchi kijiji basi, na mambo ndo hapo ndo yanaenda hivyo hivyo, kama hivi leo tunavoona. Yani kila siku mambo mapya tu, kila siku yeah, hmm. Yani ule Kibena jenda ajikuta nani hapa vijijini. Mimi ananikela muda mwingine. Alafu shemeji, nimegundua kitu kimoja, wewe na mke wangu mimi ni marafiki wa kufa na kuzikana, unajua mtu mwingine hawezi kunishauri ku, ku, ku, vitu kama hivyo lakini mpaka wewe umefikiria kuniambia mimi jambo hilo, jinsi gani unampenda rafiki yako. Sasa nikuhakikishie kitu kimoja shemeji, saizi mimi naelekea bondeni, sawa? Ndio, nitamwambia sawa shemeji, eh. lakini shemeji, nikuulize hmm. Swali niulize, shemeji <laughs> umepima ukimwi shemeji, ukimwi shemeji. Ah, mimi sijapima bado, na mkeo vile vile bado hajapima. Unaona sasa shemeji, eh? Lakini kama ungeenda hospitali, mke wako angeanza kliniki mapema sawa, na angepatiwa chanjo yeye pamoja na mtoto ah, ili kuepukana na maradhi mbalimbali. Ndio, ndio, ndio, ndio shemeji, na hata huo ukimwi eh, pia mungepima pale hospitali. Yani yani shemeji, yani mimi katika siku ambayo yani nafurahi kusikia habari hizo njema. Sawa shemeji yangu mm, nisikilize kitu kimoja, mimi mke wangu nampenda sana Dia. yeye pamoja na kile kiumbe alichokibeba. Na nakuwaidi, sitoweza kusubutu hata siku moja kumchukua mke wangu kumpeleka kwa wale wakunga, yule bibi sijui nani yule. Sitoweza mimi, sitaki mimi. Nampenda mke wangu na nampenda mtoto wangu atakayezaliwa. Najua baadaye atakuja kunisaidia, nimpoteze hivihivi kwa vitu ambavyo so, eh? kwao shemeji bwana, niseme kitu kimoja Nashukuru kwa hilo. Nikuache uendelee kupunzika, mimi nifike bondeni hapo. Sawa, shemeji, karibu. Haya, asante bwana. Haya sawa. Nikutakie mapumziko mema, eh? Sawa shemeji. Ah, shukrani. Sawa. Ah, asante sana shemeji. Kijiji chetu cha mambo leo hakuna maendeleo. Chuki Hey, vipi mboni saizi usiku? Tubeda, nimeleta habari mpya, sijaleta sumwa, nimeleta mbegu ya mpasuko. hey, habari mpya za mbegu ya mpasuko sijawahi kuzisikia tangia nizaliwapo, ndo kwanza nashangaa leo kwako nimemkuta huyo Dokta Chilo anamwita kijana mchumbake mbele za watu hadharani, wanakumbatiana, wanakisiana, mimi kwa macho yangu, mwisho leo! hey! Sasa wewe, pengine umeshatoa barua kwa wazazi wake? Je, barua wapi bwana? Sijaelewa mi. Ataolewa yule? Wanatuonyesha sisi maababa kijijini, ndio wametoka mjini huko, anajua maaba yule, hajatoa barua. Sawa, mimi nashukuru kwa kunitia taarifa. Huyu mtoto usiku wote huu, saa hizi, eti anakuja na taarifa za Chio kweli, kama mtu aliyotumwa basi. Ah, ana matatizo sana. Ko kuna shida gani ninyunyu, kuletea taarifa mpya? Taarifa gani zi lizaletea? Hivi unamjua huyo mtoto Zuena? Ndiye ndo ameletea leo taarifa za Dokta Chilo, na ameniambia yupo na mchumba wake Kibena kwa sasa hivi. Dokta Chilo anatamba na Kibena ndo mchumba wake kwa sasa Mimi nilijua umeniletea taarifa muhimu kuhusu Tau, kumbora niletea taarifa kuhusu Kibena na uyu Dokta Chilo. Mimi nilitegemea utaniletea hapa taarifa kama Tau amejifungua, nipate kitovu chake, nipate mifupa, nipate vuko la uzazi na Selena mana na mipilipilikiswaswa